Tena kwa mara nyingine mpenzi wangu mzuri kabisa mtazamaji, nichukue fursa hii kuwashukuru wale wote mnaopiga simu kutoa pongezi kwa ajili ya kipindi hiki na wale mnaotupa maoni yenu. Ninyi ni watu wa muhimu sana kwetu. Kwa kweli, mnafanya kitu kizuri, na hicho mnachokifanya ndo kitu ambacho kinafanya kipindi chetu kiwe bora zaidi, na na sisi tutajitahidi kukiboresha zaidi kama ambavyo mmekuwa mkituambia. Leo tuna mada yetu tena, kama kawaida yetu, nilishasema raha ya simulizi ni raha tu, yaani tunataka tuwe na na mahusiano fulani hivi amazing, yani mpaka, yani utose. Eh bwana, mke wangu kabadilika sasa hivi, lakini kumbe umeweka kibano chako cha mia tano, umeingia pale kwenye raha ya simulizi, unamwangalia Zainabu Madinda mwenye raha zake mjini, mambo yanaenda, unajikuta ninavyoongea maneno yangu pia ukiashika matatu, ndugu yangu, mambo yanaenda, unajikuta unaanza kubadilika tuwe mwenyewe. Mada yetu ya leo ipo. No, nafikiri nataka kujua ni mada gani? Mada yetu ya leo inahusu wanandoa. Jamani, kuna wadada mnawapa marafiki asilimia kubwa sana katika ndoa yenu. Yani, marafiki ndo wana play party kubwa kuliko mume. Yani unamkuta dada mmoja ana marafiki wanne watano watatu. Um, nisieleweke vibaya kuwa na rafiki si kitu kibaya ila aina ya marafiki zako ni sahihi kwako. Hao marafiki ulionao ni watu sahihi katika maisha yako ikumbu